Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ili awe kudwa kiigizo cha watu kiigizo cha waumini, wamwigizie yeye, ndo wataenda katika njia anayopenda Allah, na ndo pale watu watakuja kuitwa Waislamu. Ukifa katika njia hiyo, Allah anakuingiza janna. Baada ya hayo, ndugu zangu, sambamba na kwamba tumefika, tumechelewa, mtakusamee, hali ya hewa ilikuwa mbaya zaidi. Naam. Tunakaribia sana mwezi wa Ramadhani. Leo ni tarehe ishirini na tano ya mwezi wa Shaaban. Bi maana bil ikhtisari ni kusema Ijumaa hii ndio Ijumaa ya mwisho ya Shaaban. Ijumaa ijayo biidhni Allahil Karim, kwa wale watakao kutiwa hai Ijumaa ijayo tayari watakuwa ndani ya Siyam Ramadhani. Na namuomba Allah katika wakuwa hai, atujalie na sisi tuwe hai, tuweze kudiriki mwezi wa Ramadhani. Naam, kutokana na hayo ndugu zangu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama ambavyo mpokelewa kwenye hadithi, kile ilipokuwa anafika mwisho wa Shabani, Mtume alikuwa akitoa khutba, anawatolea Waislamu khutba ya kuwafahamisha, kutokana na kwamba mwezi wenye kuja, watu wajue watajishika aje ndani, sababu huu mwezi wenye kuja ni tofauti kabisa na miezi zote kumi na moja tofauti. Hakuna mwezi ambao unaweza ukaulinganisha na mwezi wa Ramadhani kutokana na yale yenye kuwa ndani ya Ramadhani, hakuna ndo. Kwa sababu mtume akawa anatoa hutba ya kuandaa nafsi za waja, ili waweze kupokea mwezi wa Ramadhani na wafaidike na mwezi wa Ramadhani, wafaidike ndani yake wasiwe miongoni mwa wale watakaodiriki Ramadhani alafu Ramadhani ikawaachia laana, wakawa ni watu wakwenda motoni na wamediriki Ramadhani. Hawa watu wapo na mtume amewaeleza, ila sio siku yake. Unaona, wasiwe miongoni mwa wale, kama katika hadithi moja mtume sallallahu alehi wa sallam alisema, ruba saim laisa lahu min siyamihi illa ljuu wa ruba qaim laisa lahu min qiyamihi illa lsaharu. Yawezekana mwenye kufunga asipate chochote katika funga yake isipokuwa njaa. Wako ambao watahukumiwa njaa tu, lakini thawabu ya swaumu hawana. Na yawezekana mwenye kusimama kusali tarawehe asipate chochote isipokuwa mchoko na kukesha. Wapo ambao watahesabiwa kukesha tu. Huyo alisimama hakulala usiku, lakini haitaandikiwa kwa Allah ya kwamba ulisali tarawehe, hakuna. Hawa watu wapo. Kutokana na nini? Kutokana na vile ambavyo watachukua swaumu na visimamo kimazoea, mazoea, kama vile ambavyo ni fatakumbo, huyu anainama na yeye anainama, baba alifunga na mimi nafunga, hajue kwa nini anafunga. Sasa kutokana na hii hali ya kuto kumuweka mtu kwenye hasara na amefanya muhanga mkubwa ndani ya Ramadhani, ndio sababu mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anaitoa khutba hii.